Baada ya kuhudhuria mkutano wa kimataifa mjini Hannover nchini Germany kwa muda wiki moja, Askofu Profesa Moses Masamba Nthukah dini ya ACK na askofu wa Diocese ya Mbeere tarehe 5 Mei mwaka 2025, aliongoza kundi la wawakilishi kutoka Diocese ya Mbeere kuelekea Zurich nchini Switzerland. Lengo la kufanya ziara hiyo mjini Zurich Switzerland ni kuimarisha ushirikiano wa makanisa kimisheni ili kufanya kazi ya utume wa Kristo na miradi ya maendeleo. Aidha, siku ya Jumanne Mei mwaka huu 2025 timu wakilishi kutoka Diocese ya Mbeere ikiongozwa na askofu Profesa Masamba ilitembelea makanisa na miradi ya maendeleo Durnten Zurich. Baadhi ya walioambatana na askofu Profesa Masamba katika ziara hiyo ni pamoja na rais wa wanawake Mothers Union dayosisi ya Mbeere lei Canon Dr Luisi Masamba, Archdeacon Canon Elizabeth, Archdeacon Johnson Mutota eriadin Reverend Docas Wawira na kanselari Jacinta Rugaita, wakili wa dayosisi ya Mbeere. Ikumbukwe kuwa kanisa Anglikana ACK dayosisi ya Mbeere kupitia skofu wa dayosisi profesa Moses Masamba Nthukah anaendelea kufanya ziara katika nchi tofauti duniani ili kutafuta marafiki wa kushirikiana kufanikisha miradi ya maendeleo inayoibuliwa na kuanzishwa na dayosisi ya Mbeere. Niliyekuletea taarifa hii, jina langu naitwa Michael Woga upande, upande